Mradi huu utakapokamilika utaunganisha tena mawasiliano kati ya eh, kijiji cha Kigarama na Kumwendo na pia kata ya Bukirilo na Mbuba, ambapo sa, kwa sasa hivi wakati wa mvua ili eneo huo halipitiki kabisa. Unapoona hayo madaraja, maana yake bado kuna moram tutaweka juu eh. Mti huu huwa unafika katikati pale. Kwa hiyo kutoka hapa tulipo huwa unajaa mita mbili na nusu eneo lote hili linakuaga maji. Kwa hiyo wewe nakata mawasiliano, baada ya mradi ukamilika, sasa hata wakati wa wa masika kutakuwa na mawasiliano sasa ya hizi kata mbili na hizi vijiji viwili, ambapo wana mawasiliano ya shule. Kuna shule iko hapa Kumwendo, wakati mwingine watoto wengine wanatoka huku wanakuja huku na vitu kama hivi, kwa sababu kabla ya hapo walikuwa wanatumia mitumbwi ya kienyeji wakati ule wa masika, ambayo ni hatari. Kwa hiyo hilo ndio ndio nani faida kubwa itakayopatikana itaunganisha pande hizi mbili niaba ya wananchi wa Ngara ni kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fedha nyingi zaidi ya milioni mia saba za kutekeleza mradi huu wa barabara na madaraja ambayo yataunganisha kata mbili na vijiji viwili na kuleta manufaa kwa wananchi zaidi ya elfu hamsini wa kata hizi mbili. Kuunganika kwa barabara hizi kutaongeza kasi ya, upatika, ya kwanza kasi ya uchumi kwa maana ya kwamba wataweza kufanya biashara baina ya hizi kata kwa urahisi, lakini uh, watu wataweza kusafiri kwa ajili ya kupata huduma za elimu na afya kwa urahisi zaidi na kwa sababu hiyo itakuwa imeongeza kasi ya maendeleo katika wilaya yetu ya Ngara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fedha hizo na tunamwahidi kwamba miradi itakamilika kwa wakati. Mheshimiwa DC ameahidi kuongeza kasi ya usimamizi kuwasimamia wakandarasi hawa ili miradi ikamilike kwa wakati. Kweli tulikuwa tunapata adha mbalimbali. Hasa hasa watu kuangukia kwenye maji. Sasa usumbufu ulikuwa mwingi. Kwa hiyo tunamshukuru huyu rais kwa kutufanyia ahidi. Kwa hiyo hii adha nadhani tutapata unafuu. Kweli naishukuru serikali kwa kutujengea hili daraja kwa sababu kwa tunapata adha ya kuvuka kama sisi tuna ulima kwa upande wa Kigarama au tuna ulima kwa upande wa Ushubi huku, wanaovuka na kuvuka wengine wanaangukia mtoni kwenye huu mto wa uvukaji, wanaovuka huu mto.